vibaya ndasema vibaya. Sasa nimesema kwa wingi antuka, ni, ni, ni vingi sana. Sababu, ndani ya vita e, tumekimbia wakati kabisa, tumepoteza kwanza mali, tumepoteza wandugu zetu, na alafu wakati tumekuwa kule kule kwenye kambi, hakika tumeona tunakula vibaya, tunalala vibaya, alafu ile inatuonesha kwamba kabisa ni, ni vibaya ambavyo hatuwezi kufanya nini, hatuwezi kuvisahau ndani yetu. Alafu ninawezi kusema seme kizuri chenye ndawezi ku kuona ni wakati, hakika tunawezi kwenda wakati tumerudi, turudi hakika tuhakishiwe kwamba tumekuwa na usalama ambayo tena taweza kufanya nini, hatutaweza tena kukimbia. Kama kabisa tutakaa na salama, ile tutashuhudia kwamba ni, ni mazuri yenye tunaona sasa kunini kwenye nchi yetu, ila magumu tu ni ile kuonekana tunakimbia mara mara kwa mara. Asante. Eh, wanaofaa vita ningeliwaambia kwamba hakika sisi rahia tuna, tunasikitika sana sababu mara na mara wakati wanapopigana si hatujue kwamba ni nini wanafia na ile wanayofia tunaenda kukutana kama wanaopata madhara ni nini ni sisi, ni sisi rahia wakati sisi kabisa hatujue ni eh, nini ambayo tumefanya. Tunajua kwamba hatuna kosa na mtu eh, lakini kwa kweli kwa wale wanaofanya vita tungelisema seme wazungumuze wapatane, na si rahia tupate amani. Asante. Unakuja sana sana kwenye nchi ya Kongo, ni saa vita inakuwa wakimbizi wanakimbia. Ni kusema kwamba tupiganishe kwanza vita, tupiganishe wa kuleta usalama kwenye nchi yetu, na au wakimbizi wanakuwa wakienda hata wa ndani ya Kongo, wala wanaenda nje, wanakuwa wanateseka sana, unaangalia kwenye hizo makampu zao wanaishi mhali gumu sana hawaheshimu haki za binadamu na wanakuwa wakiteseka sana. Ni kusema kwamba kwetu sisi Wakongomani, kwa government ya Congo na kwa Afrika yote tujikazi, tupiganishe hiyo vita na tupiganishe yengine matatizo inapashwa, acha watu wanakimbia nyumbani kwao, wanakimbia maeneo zao, wanaenda fasi pengine. Tukipiganisha hiyo vitu, tutakuwa tuna uh, pata uh, rezulta ya mzuri kwa sababu ya hii uh, shida ya wakimbizi. Unaangalia hapa kuna wakimbizi wanatokana na mapigano na, na kati ya M23 na jeshi la serikali hmm. Maeneo ya Ituri, makundi ya wapiganaji Beni, Lubero, kuna sehemu moja ya ADF ambayo imeacha watu wengi wanakimbia vijiji, ndio hiyo hiyo hiyo inakuwa uh, matatizo sana, inakuwa shida sana, na watu wanateseka au watu wanatoka kwenye nyumba zao wanaenda kwenye makampu, wanateseka. Na kwa sasa mpaka leo kwenye government ya Congo, hakuya kuwa muradi ya kusema i--ikamate ao watu au wakimbizi na iwatie kwenye conditions za mzuri. Ukiangalia wanakuwa wanateseka, wanapata msaada kidogo kidogo, kute, kwa kutoka kwa ma Uh, non government organizations lakini government ya Kongo haiyakuwa na mradi kwa kusema ipokee wale watu na wachunge, kusema kwamba leo hii North Kivu kwanza yuko kwenye i, i, mashariki ya Kongo kuna kwa wakimbizi mingi sana na watu wanateseka sana. Nikusema, uh, government ya Kongo, Afrika mzima, tupiganishe hiyo tatizo la wakimbizi kwa sababu kila mtu iko na haki ya kuishi. Mwenye, mwenye, kwenye inchi yake na anaishi kwenye inchi yake, anaishi iko na usalama yani, tupiganishwa kuleta usalama.